Maskini ni jeuli. Na ndio maana maskini siku zote aendelee kupata hela kwa sababu ni je? Ni jeuli. Shida ya maskini na tajiri wako tofauti. Tajiri unaweza kumuuliza bwana, umenunua kiatu cha shingapi? Akakwambia nimenunua laki moja na hamsini. Maskini kwa sababu ni jeuli lazima itukane na hela. Umenunua kiatu shingapi? Ah! Hiyo ngoma laki moja na, na upuzi hiyo. Unasema? Hiyo hiyo ah, ukienda kijinga jinga, unaanza kukupiga mia na ushenzi hivi. Unafikiri hela inakuheshimu? Na maskini tajiri, anaweza akakupa hela tu isiwe na shida, ila maskini hela yake ni na mtego. Akikupa hela yake kama amekusaidia, angalia maneno anayotaja baada ya kukusaidia. Ah, sisi ni binadamu <laughs> hey. Leo kwako kesho kwangu, huwo sio msaada, amewekeza.